Ningine alizaanai tumebora siku sikuna wanaume ambayo ni wataalamu wa kuzalisha alafu wanatelekeza watoto hai hafu mnaanza kuwashambulia wamama, eh, masingomaza masingomaza. Usingomaza waliotoa wapi? Waliotoa wapi? Usingomaza kama sio sisi tunawazalisha, tunawakataa. Eh, masingomaza eh, masingomaza wa kwanza kulaumiwa ni wanaume ambao wanazaa halafu wanatelekeza, wanawacha mama wanahangaika. Tena ushukuru huyo singomaza, hakutoa mimba, hakuua mtoto. Angenyonga mtoto akatupa chooni ili asiitwe singomaza angetoa mimi. Ndio maana kuna clip iko mtandaoni, ninawaambia bora kuoa mwanamke mwenye mtoto kuliko kuoa kabinti ambako hakana mtoto. Unafikiria hakana mtoto, kumbe ni kamama kafiwa ambako kamefiwa na watoto wengi, kana watoto saba kameua unasema mimi nimeoa mke ambaye hana mtoto. We, huyo ni shosho, huyo ni bibi, huyo ni shosho, ameua. Kama watoto wote wangefufuka, anaanzisha shule <laughs> alafu namsifia huyu ambaye ameua wote, huyo ndo unasema mbarikiwa, huyo amebarikiwa, huyo ana neema, huyo ni wa baraka Unamsifia aliyetoa watoto, aliyeua? Si bora huyu mwenye mtoto, amekuthibitishia kwamba hata wa kwako watakuwa salama. Huyu mtaalamu wa kutoa mimba, hata za kwako zitatoka tu. Siku kimkorofisha akiwa mjamzito, asema nilee mtoto wake nizae, utasikia nini? Ha, unajua uliponisemesha vibaya nikapata stresi, mimba ikatoka. Kumbe mtaalamu wa kuzitoa. Kama umekaa karibu na kadada, kaangalie macho, kaangalie macho kama hakajawahi